Uh, hali gani mtazamaji wa The Champions. Na leo katika champions nimekuja na champions mwingine ambaye ataweza kuteleza kwa ufupi kuhusiana na ligi. Eh, bwana mambo vipi? Ah, fresh kabisa. Mzima mzima. Ah, na eti unaweza kutueleza kwa ufupi ni changamoto gani ambazo zimekumbwa na ligi msimu huu? Moja kati ya changamoto kubwa ambazo zimeikumba ligi yetu NBC msimu mmoja ni swala hili la Dabi ya Kariakoo. Uh, maamuzi yalikuwa yamefanyika kwa namna moja ama nyingine, imepelekea ligi yetu kutokuwa na sintofahamu kwa muda mrefu kidogo, sababu iliahirishwa mara mbili na imekuja kuchezeka uh, tarehe ishirini na tano na jambo lingine ambalo limejaribu lim, kuyumbisha kidogo ligi yetu ni ratiba, ratiba Thabu, kenila, shiriki, uh, ya ligi sababu, ukiangalia Simba ameshiriki michuano ya kimataifa ya CAF Confederation na kuna muda Simba alikuwa na viporo kama vitatu mpaka vinne, so ilipelekea kucheza mechi za karibu karibu katika muda mfupi kwa Simba Sports. nadhani hayo ndio mambo yaliyoyumbisha kidogo ligi yetu. Je, na vipi kuhusiana na masuala au maamuzi yaliathirije ligi katika msimu um, huo? Maamuzi yatakuwa katika pande mbili, kuna maamuzi ya waamuzi kwa maana marefa wanjani, na kuna maamuzi ya uongozi um, bodi ya ligi waliamua kuhairisha mechi ya Simba na Yanga na hilo lilikuwa moja kati ya maamuzi ambayo yalikuwa mabaya na yamepelekea kidogo nadhani ligi yetu kuyumba. Sakata ile na ilitusumbua sana hapa katikati, na ukija kwa upande wa uwanjani, waamuzi wamekuwa na maamuzi ambayo kwa namna moja ama nyingine amefaidisha timu zingine na kunyonyesha timu zingine. Unaweza ukaona uh, kwenye kwa mfano dabi iliyopita Simba na Yanga ile ya kwanza Simba aliweza kunyimwa penati kama mbili. Unaweza ukaona kuna mechi Simba anaskora magoli ya offside, kuna mechi Yanga wanaskora magoli ya offside. Kwao ni maamuzi mabovu kwa ujumla yaliyofanyika msimu huu. Asante ah, sana ndugu mtazamaji wa The Champions, na leo tumekutana na Champions mwingine utaishia hapo. Ilikuwa nani, Mwasiti Ramadhan.